Tendea mtu mwingine jambo ambalo hapendezwi nalo hakubaliani nalo. Kwa kiasi gani unadhani watoto wanafanyiwa ukatili na ukatili wa namna gani hasa? Wanaweza kawa wanafanyiwa vitu ambavyo si hiari yao kwa sababu ya umri wao, ya utoto wao, udogo wao mm -hmm. lakini watu wengine wanaoelewa tafsiri ya neno ukatili au mm -hmm. maana ya neno ukatili mm -hmm wanajua kabisa anachofanyiwa huyo mtoto mm. ni ukatili, lakini hajui mm. kama anafanyiwa ukatili. Tunaweza tukaanza kuchomoka mm. hapo tulipo. Nilishawahi kupata nafasi ya kuzungumza na huyo mtu ambaye alikuwa amefanya maamuzi ya kunywa sumu mm. Kadi unavyozidi kupanda ngazi kiuchumi, kwa maana ya kikazi mm -hmm. kinafasi mm -hmm. kibiashara ndivyo unavyozidi kukutana na uchumi mzuri zaidi mm. Sasa unakuta watu wengi tumejikatili sisi wenyewe mm. tunashindwa kugrab hata opportunities ambazo ziko mbele yetu kwa sababu ya hofu. Hebu chimba zaidi hapo. Unaweza unaweza ukatusaidia hapo. Iringa Talk Show. Iringa Talk Show. Leo ni siku nzuri sana ambayo tunakutana tena kwa ajili ya kuendelea na show yetu kupitia Iringa Talk Show. Mimi naitwa Moses Mkemwa, wengine wanapenda kuniita Uncle Moses, na huwezi jua vile nina furaha kubwa sana, kwa sababu katika meza hii leo tupo na mtaalamu hmm, tupo na mzoefu, tupo na mtu ambaye naamini utakwenda kujifunza mambo mengi sana kutoka kwake. Jina lake naitwa Erasto, lakini atakwenda kujitambulisha zaidi anaitwa nani kwa jina lake kamili, lakini pia na maelezo mengine, ana profaili kubwa sana. Trust me, hii show itakwenda kukufunza mambo mengi sana <coughs> karibu tena <laughs> uzoefu unaonyesha zaidi ya asilimia hamsini ya watu wanaotufuatilia katika Iringa Talk Show hususani YouTube hawajaweza kusubscribe akaunti zetu, kwa nakuomba kuomba tafadhali, uh, chukua nafasi hii subscribe bonyeza neno limeandikwa subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata show zetu pale zinapokuwa hewani na moja kwa moja. Tupo na Erasto, habari yako? Salama kabisa bwana Moses. Ndio. Uncle Moses. Uncle Moses ndo jina langu, wengi wanapenda kuniita <laughs> nimefurahi sana kuweza kuwepo na wewe siku ya leo, nashukuru sana. Nami nimefurahi pia mm. kuwepo kwenye kipindi hiki siku ya leo. Ndio na. Na... Unajua, tunapozungumzia tunapofanya majadiliano kama haya, mara zote wanatamani yani, wanasema, I can't wait, wazungu kukutana na, na, na mgeni wa siku, kwa sababu najua ninakwenda kujifunza mimi kama mimi, lakini pia watu ambao wanatufuatilia wanakwenda kujifunza. Tukizungumzia, naomba tuanzie hapa, tukizungumzia ukatili, kwako tafsiri gani inakuja kichwani? Uh, tunapozungumzia ukatili eh, kwa upande wangu mimi navyoelewa maana yake ni kumtendea mtu mwingine jambo ambalo hapendezwi nalo, hakubaliani nalo. Huko ndio kumfanyia mtu ukatili. Okay. Yes. Jambo ambalo hapendezwi nalo, hakubaliani nalo. Aha. Lakini hivi inawezekana mtu akawa anafanyiwa jambo na akawa ni ukatili ila yeye mwenye ana hayuko aware, ajui kama, kama ni ukatili au sio ukatili, anaweza kawa hajui mm. kama anatendewa ubaya au mm. tunaita ukatili mm. na hususani e, kumnyima mtu haki yake ya msingi okay. E, unaweza ukawa unamwibia mm. pasipo yeye kujua kama anaibiwa mm -hmm. lakini huo ndo ukatili huo Aha. Watoto pia wanaweza kawa wanafanyiwa vitu ambavyo si hiari yao kwa sababu ya umri wao, ya utoto wao, udogo wao mm -hmm. lakini watu wengine wa, wanaoelewa tafsiri ya neno ukatili au mm -hmm. maana ya neno ukatili mm -hmm. wanajua kabisa anachofanyiwa huyo mtoto mm -hmm. ni ukatili lakini, mm -hmm. hajui kama anafanyiwa ukatili mm -hmm. yes. ume umeenda sehemu nzuri sana, umezungumzia kuhusiana na watoto mm -hmm. Kwa kiasi gani unadhani watoto wanafanyiwa ukatili na wana ukatili wa namna gani hasa watoto na? kwa sehemu kubwa sana watoto mm, wamekuwa wakifanyiwa ukatili mm, na hii ni sehemu kubwa kwa watoto kuliko hata watu wazima mm, kwa sababu watoto ni rahisi kutumikishwa pasipo kujua kama anachofanyiwa mm, ni kosa kisheria au hastahili kufanyiwa mm -hmm. Mfano, mtoto anaweza akafanyiwa ukatili mm. wa kijinsia mm. au anaweza akafanyiwa ukatili wa kingono mm. anaweza akafanyiwa ukatili, na ukatili upo namna nyingi, mfano mm. Mm. kitendo cha kumpiga mtoto mm -hmm. ukiwa kama mzazi mm. kumpiga mtoto mm -hmm. kupitiliza unaweza ukajikuta unamfanyia mtoto huyo ukatili, na mtoto sijui kama anafanyia ukatili, kwa sababu hakuna mahala ambapo anaweza akashtaki mm -hmm. au akalalamika. okay. kumpiga kupitiliza. yes. Kwa kuna kumpiga ambapo ni sawa kama mzazi, mm -hmm. hata maandiko yanasema usimnyime mtoto wako kiboko, mm -hmm. yes, lakini kiboko hicho au kumpiga huko ni katika kumsaidia au kumrekebisha tabia, lakini si kumuumiza. Mm -hmm. Si kumpiga kumuumiza. mm -hmm. Yes. Sawa. So, hivi tukiwa hapo hapo mm -hmm. mtu anaweza akawa ana, ana, ana, anaweza kuwa anajifanyia ukatili yeye mwenyewe pia, au ukatili unatokea kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mwingine. Inawezekana mtu akawa anajikatili yeye mwenyewe pia. Kuna siku moja, awali nilikuwa najua ukatili ni mtu mmoja kumfanyia mtu mwingine mm. Lakini siku moja nilivyotafsiri kisa cha mtu mmoja aliyekuwa anataka kujiua mm -hmm. kwa kunywa sumu, kile kitendo cha kunywa sumu akikuja bahati mbaya mm -hmm. ilikuwa ni plani aliyoanza nayo kitambo mm -hmm. mpaka ikafikia hatua yeye sasa kuchukua, akapiga hesabu zake, ya kwamba nitafanya hivi na hivi na hivi na nini, nitachukua dawa hizi na ni, hizi na hizi meza mpaka kufika hatua na meza sumu. Alikuwa anajifanyia ukatili mwenyewe. Okay, kwa inawezekana mtu akawa anajikatili? Yes, aha. Na unadhani nini inaweza ikawa ni sababu mpaka mtu anajifanyia ukatili? Sababu zipo nyingi. Nilishawahi mm. kupata nafasi ya kuzungumza na huyo mtu ambaye alikuwa amefanya maamuzi ya kunywa sumu mm. Ilikuwa ni story ndefu kidogo mm -hmm. lakini sababu ambazo nilizigundua na ambazo pia nilijifunza kutoka kwa watu wengine, sababu ya kwanza huwa inaweza kuwa mtu mwenyewe mm -hmm. hajajitambua, hajaona thamani yake ya kuwepo duniani hapo. mm -hmm. Mtu kama angeweza kujitambua na kuona thamani yake mm -hmm. haijarishi changamoto anazokutana nazo, mm -hmm hawezi akachukua uamuzi wa wakum, kumeza sumu. mm -hmm. hawezi kuchukua uamuzi wa kujikatili mwenyewe. mm -hmm. hawezi kuchukua uamuzi huo. Lakini jambo la pili, mfano a, kuna watu wanaishi katika maisha kila jaribu ku kuna watu wengi wamesoma lakini kazi hamna. mm -hmm. wamekuwa na changamoto nyingi na msongo mkubwa wa mawazo yeah. kiasi kwamba yeye mwenyewe anaamua kujikatili wa mm, kuchukua hauamuzi wowote ule ambao si chanya uamuzi mm, ambao ni angamivu mm, lakini laiti kama angejitambua yeye mwenyewe pamoja na changamoto hiyo akazungumza, na watu asingechukua hatua ya kujikatili mm, yeye mwenyewe ya mwenye. Yeah, unajua, nimeuliza swali hilo kwa sababu uh, nilikuwa naangalia ambapo watu wengine wakati fulani Hmm. Na, na hii napenda pia nizungumze ni nikiwa naangalia vizuri wewe msikilizaji au mtazamaji, watu watu wakati fulani huwa wanaona kama hawafai kuchukua nafasi fulani, hawafai kufanya maamuzi fulani, pengine kutokana na namna wanavyojiona. Wapo labda mwingine anajiona ana confidence ya kuweza kuongozana na aina fulani ya watu, hawezi kusimama na kuzungumza na aina fulani ya watu awezi, kwenye kikao cha aina fulani kusimama na kutoa hoja, kwa sababu anajirudisha nyuma, anajiona kama mimi, pengine hili eneo labda sifai, labda mimi ni masikini, labda mimi mwili wangu hauko sawa. Wengine anajua anachukia mpaka mwili wake, labda mimi najiona nimetoka katika familia ambayo sio nzuri sana, ni masikini na vitu kama hivyo na wengine kutokana na hii inampelekea kama alivyozungumzia kuhusu msongo wa mawazo anaj, inapelekea wakati fulani anaweza akadhuru hata maisha yake, kwa sababu anaona nipo wa kazi gani sasa hapa katika dunia, anaona bora nichukue sumu ni, ninywe labda hapa duniani sio mahali ambapo nahitaji kuwepo yeah. sasa niliuliza swali hilo kwa sababu nataka tuzungumze sasa hoja ya msingi ambayo imetuleta katika meza hii mm, mm, na hususan kwenye ukatili wa kiuchumi nataka mm, mm, tugusie kidogo hapo mm, mm, una unadhani ukatili wa kiuchumi kama upo, kama kuna ukatili wa kiuchumi unadhani una madhara kiasi gani katika jamii? Uh, of course una madhara makubwa mm, kwa sababu kwanza kabisa kabla sijaongelea huu ukatili wa kiuchumi mm. watu wengi sana tumejikatili sisi wenyewe kisaikolojia mm. na hii yote pia inachangia na mazingira au malezi tuliyokulia, watu waliotulea, mazingira tuliyokulia mm. marafiki tuliokuwa nao, mwisho wa siku tumejikuta tunajikatili sisi wenyewe kisaikolojia mm. kama ambavyo umekwisha kuzungumza, kuna mfanyakazi mwingine unakuta amesoma mm nafasi imetangazwa, anasema hii nafasi ni kubwa sana, sistahili kuwepo kwenye hiyo nafasi mm. ni ya kina fulani. hii ni ya watu fulani tu mm. tumejikatili kisaikolojia kiasi kwamba tunapoteza ujasiri mm. wa sisi kuweza kuinuka mm. kusonga mbele, tukidhani labda watakaoinuka au kusonga mbele kwenye eneo hilo ni watu fulani tunasio mm. sisi inaenda mpaka kwenye fursa. Ndio kuna fursa zingine pia za, za kiuchumi na kama hivyo kabisa, kwa sababu eh, kuna kuna nilishawahi yani, ni kujifunza kitabu kimoja kinasema, kadi unavyozidi kupanda ngazi ndio mm. unavyozidi kufanikiwa kufikia ile flow unayotaka kwenda kuifikia. kwe maana mm. yake nini? Hata kiuchumi hivyo hivyo mm. kadi unavyozidi kupanda ngazi kiuchumi, kwa maana ya kikazi mm -hmm. kinafasi mm -hmm. kibiashara ndivyo unavyozidi kukutana na uchumi mzuri zaidi. mm -hmm. Sasa unakuta watu wengi tumejikatili sisi wenyewe, mm -hmm. tunashindwa kugrabu hata opportunities ambazo ziko mbele yetu kwa sababu ya hofu. mm -hmm. yeah. kwa mantiki hiyo yeah. unajikuta hata hali ya uchumi ulionayo wewe haikui, inabaki pale pale mm -hmm. unakuwa umedumaa pale pale sasa mwisho wa siku unajikuta mtu anasema uchumi mbovu sana. hmm. uchumi umeyumba, uchumi mgumu sana. hmm. Lakini ugumu huo ni kwa sababu ye mwenyewe ameshindwa kuwa na ujasiri wa kuface ngazi hmm. zingine za kuimarisha zaidi uchumi wake, unajua yeah. unavyozungumza hivyo unanikumbusha na napata na, na, na, na emotion kidogo hmm. siku moja nilikuwa kwenye mkutano mmoja ambao hmm. uko nakutanisha nchi 53 za Afrika hmm kasoro mm -hmm. nchi moja. Mm. -hmm. Uh, kulikuwa kuna jukwaa kuu ambalo lilikuwa linakusanya eh, wawakilishi kutoka hizo nchi zote 53, lakini kuna majukwaa mengine madogo madogo na, mm -hmm. na nilipewa nafasi ya kwenda kuzungumza kwenye ile jukwaa kubwa mm. -hmm nikaona nika, nika hivyo kwamba labda hii nafasi sio ya kwangu mm. Labda anahitaji ana akasimame mtu mwingine mm. Nilipewa msisitizo, unajua nilikataa kwenda kusimama kwenye ile nafasi mm, ikiwa imebaki nusu saa kabla ya nafasi, muda wa kwenda kuzungumza mm. Mm. na nilipoteza ile nafasi oh. Pole sana. <laughs> Kabla ya kuja sasa kujitibu kunji, ku, uh, uh, kwa kuangalia, na ndio maana leo nazungumza kwa, kwa hii mada tunaizungumza, kwa sababu niliona madhara mm. na niliona mm. pengine labda mm. siko peke yangu mm. inawezekana kuna watu mm. wengine kama, kama, mm. kama mimi mm. Mm. na baada ya kuona madhara hayo, sasa namna gani tunajitibu, nakumbuka niliweza kwenda kuzungumza kwenye jukwaa dogo ambayo inakusanya watu kutoka nchi chache, kwa ilikuwa ni missed opportunity <laughs> ilikuwa ni, yeah. ni kukosa fursa yeah ulijikatili uli mm, na nafikiri, njia nyingi, njia mojawapo ya mtu kutoka kwenye hilo eneo mm, kuvuka kwenye hilo eneo, kwenye kujikatili mwenyewe mm, watu wengi pia wanashindwa kutoboa kwenye hilo eneo kwa sababu ya makosa ambayo wamewahi kufanya siku za nyuma mm -hmm, yaani ya makosa ambayo aliwahi kufanya siku za nyuma mm, yamemfanya ameogopa hata kuendelea kusonga mbele akiogopa atakosea. Hebu chimba zaidi hapo, unaweza ukatusaidia hapo, unaweza, unaweza hapo. Yes. Mm -hmm. Mfano, sisi wanadamu hakuna mtu ambaye aliwa hajawahi kukosea mm -hmm. na hata maandiko matakatifu kwa maana ya Biblia mm -hmm. inasema kwamba asemaye kwamba hajawahi kukosea mm -hmm. anajidanganya mm -hmm. Tukisema hatuna dhambi tunajidanganya. Yes, tukisema kwamba hatuna dhambi Tunajidanganya. Tunajidanganya sisi wenyewe. Wala kweli haimo mioyoni mwetu. Kabisa, maana yake <laughs> nini ni kwamba sisi wanadamu tu wa dhaifu, mm. na katika kudhaifu kwetu, kudhaifu wetu maana yake tutakosea katika kufanya. Hasa watu wengi wakikosea katika kufanya huwa mm. wanajutia kukosea kule kutokana na kulaumiwa na watu mm. na wanabaki maeneo yale hawataki mm. tena kwenda kujaribu mm. wakiogopa watakosea Mm -hmm. Kitendo hicho kimefanya watu wengi wasikue. mm -hmm. Wasikue kiakili mm -hmm. wasikue kiuchumi, kwa sababu waliokuwa kiuchumi, ukijaribu kufuatilia watu waliokuwa kiuchumi mm -hmm. ni wale walioamua kuthubutu mm -hmm. bila kujalisha watakosea mm -hmm. au watakosea. Hata kama akikosea anakosea, lakini lile kosa halimbakishi pale na kujutia kujilaumu mm -hmm. ila lile kosa likitokea anakaa chini na kusema nimeteleza wapi mpaka mm -hmm. nikakosea nifanye nini, ili nisonge mbele zaidi, anazidi kusonga mbele mm -hmm. Kuna mtu mmoja alishai kusema aliyetutengenezea hizi balbu za umeme mm -hmm. alikosea mara sikumbuki sawa sawa sawasawa, lakini something like alikosea mara elfu tisini na tisa mm -hmm. Ile moja alijaribu kwa mara mwisho mm. Akaja akapatia, sikumbuki sawa sawa, alisema Thomas liko... Edison yes so, <laughs> alikosea sikumbuki so, sawa sawa yeah. tisa, au, e, au mara lfu sawa ti 1999 au au mara mm. 99 lakini ilibaki tisa, tisina, tisina, tisa. yes mm. lakini ilibaki hii <laughs> moja mmoja, sasa angeamua kukata tamaa kabaki pale mm. kwa sababu ya maneno ya watu ya kwamba huwezi kutoboa mm. Leo hii hata sisi tusingekuwa na na umeme na umeme tusingekuwa na hizo balbu ambazo zinaw kosa kubwa ambalo tunalifanya mm. ni kutembea na makosa tuliyowahi kuyafanya siku za nyuma mm. ifahamike ya kwamba jana ni jana mm. haiwezi kutusaidia chochote kile mm. kama ulikosea juzi, ni juzi, hiyo haiwezi kutusaidia. Tunachodili nacho sisi ni leo mm. kwa ajili ya kesho zetu. Kwa nini nasema ni leo kwa ajili ya kesho zetu? mm -hmm. jana inatusaidia kujifunza, niliwahi kukosea kitu fulani mm -hmm. na sikufanikiwa. Leo inatuambia tunaweza tukaimarisha zaidi, tukafanya vizuri zaidi ya vile tulivyokosea jana kwa ajili ya kesho. kwa mm hiyo -hmm. kesho zetu njema zinatengenezwa na leo, ambayo leo imeimarishwa kutokana na jana mm -hmm. Lakini, lakini Erasto, Naam. Hapo, mm. Watu bado wako hapo, tunajua kwamba jana uh, ya kukosea haitakiwi kututengenezea hofu ya kushindwa, kutusaidia tusonge mbele. mm. Kwa kujua hivyo watu nafikiri wanajua. mm. Lakini bado tupo hapo, mm, tunaangaika kwenye matope hayo, mm, ya hofu, mm, na hii hofu inatusaidia inatusababisha tunakosa hata fursa za kiuchumi mm tunavyoangalia kwa mfano, katika nchi yetu tuna vijana ambao wana akili sana, lakini hofu inafunika ile akili na ubunifu. Na matokeo yake, tunaona nchi zingine, watu wengine wanachangamkia fursa hata za kiuchumi. Unaweza kuona, sio watu ambao tunaweza tukashindwa kushindana nao. Nini? Nini suluhisho hapa? Tunajua tatizo ni nini, lakini hatutoki amkomoze. <laughs> Eh, eh. Unazungumza kitu moja cha msingi sana mm. Swali so, lako ni la msingi sana tunaweza, tukaanza kuchomoka mm. hapo tulipo mm. unajua hii, hii mm. eh, kwa nini nchi yetu hii bwana, mi nashukuru Mungu kwamba kumekuwa na mwamko mkubwa wa serikali pia kujaribu kuwatia moyo wa vijana na wadau mbalimbali binafsi kuwatia, mm -hmm, moyo wa vijana ambao wana uwezo mm -hmm, wana ubunifu mm -hmm, kwenye nchi yetu kwa ajili ya taifa letu. mm -hmm. Unajua sisi wenyewe tumekulia kwenye familia zile ambazo ukichezea ukirudi shule tu na lula imevunjika, mm -hmm, mzazi anakupiga viboko kweli kweli. Hofu inatengenezwa nyumbani hapo, hofu inaanza kutengenezwa kuanzia nyumbani, nyumbani. Mm -hmm. Ukivunja tu sahani wakati unaosha vyombo mm -hmm, unatiwa bakola kweli kweli mm -hmm. Ukivunja tu kikombe au bahati mbaya ukadondosha ndoo ya maji, umeenda kuteka maji, utapigwa kweli kweli kweli mm -hmm. Badala yake tunatakiwa sisi wazazi mm hususani -hmm. wa sasa ishu sio kumpiga mtoto. mm -hmm. Mtoto yupo katika hali ya kubuni, na ndo yupo kwenye umri wake. mm -hmm. Mtoto ana uwezo wa kuamua kudondosha hii glasi, mm -hmm. akasema, kwani nikidondosha hii glasi kitatokea nini? Anajifunza. mm -hmm. Akidondosha akiona imepasuka, mm -hmm. next time anaweza asidondoshe tena, na ukakuta ametafuta kitu kingine <laughs> Kuna wazazi mmoja wa kitanzania anasema na glasi sasa eh, <laughs> sasa <kuziangusha laughs> <kwa hiyo> sasa hizo za kuvunjisha. Ehe, kuziangusha kwa hiyo sasa yeah. Shuleni nako mwanafunzi akienda akikosea darasani ni mm. fimbo Bahati nzuri siku hizi sherehe imepita, wanafunzi hawapigwi mm. lakini kipindi ambacho hata mimi nilikuwa nasoma tumetiwa sana mapole mm. na hali ile imekuwa kitutia hofu sana mm. hata ukichelewa darasani unawaza wamua kuacha kuingia darasani, kwa hiyo hata watu vijana wetu saizi unakuta wana ubunifu mm. lakini wanaogopa waanzie wapi, kwa sababu wanajua wakikosea watasemwa vibaya na jamii, kwa ni hofu ya kukosea, hofu ya kukosea mm -hmm. Hii tunatakiwa tubadilike kutoka kwenye mentality hiyo mm -hmm. Tusiogope kukosea mm -hmm. Tusiogope kukosea. Sawa kabisa. Unadhani ni kosa gani ambalo wazazi wanahitaji kutoogopa kukosea katika kutengeneza kesho nzuri ya kiuchumi ya watoto wao? wafanye nini bila kuogopa kukosea? mm. ambapo wakifanya hivyo watawatengeneza watoto ambao wako vizuri kiuchumi E, nadhani wazazi, kwa sababu na mimi ni mzazi mojawapo. mm -hmm. kwa hiyo naongea hivi nikiwa naongea by experience mm -hmm. kwa uzoefu na kuna haja kubwa ya sisi wazazi kuwasaidia watoto wawe huru hmm. Lakini katika uangalizi, okay. Wakikosea tuwasaidie katika namna njema ya kuwaambia kama wamekosea hmm. Mimi kijana wangu hmm. nimekuwa nikimfundisha kwamba ukifanya hivi ni kosa, mm, hautakiwi -hmm, kufanya hivyo mm -hmm. Akifanya hivyo namwambia safi. Akipatia, akifanya vizuri namwambia safi mm -hmm. Hii maana yake nini? Ni kwamba si kila anapokuwa amekosea mtoto mm -hmm. basi ni wakati wa kushindana naye kumpiga mpaka kumuumiza. Na wazazi wengine wanampiga mtoto mpaka wanamtoa damu kabisa. Wazazi wengine wanapiga watoto wao mpaka sehemu zimevilia damu mm. Yaani inafika hatua mpaka mtoto anashindwa hata kwenda kumuao baba au kumuao mama anapoingia mlangoni mm. Yeah, inafika hatua yeah. Hata mtoto akisikia tu kiatu cha baba kinakuja, kimbia uvungoni ni mbio mm. Anaenda kulala hata kama alikuwa hajalala anaenda kujifanya amelala, japo sahizi naona malezi ya namna hiyo ni kama yamepungua. Sasa hivi yako malezi ile ya kunyeleta, malezi ya, ya malezi ya mayai kidogo, mayai mayai. uh, mimi sipendelee malezi ya mayai, na ndio maana tunatakiwa kubalance katika kuwalea hawa watoto mm. Tunatakiwa tunatakiwa tusiwaumize hawa watoto, na tunatakiwa tusiwalee kimayai hawa watoto, ili wakue wakiwa na uwezo wa kujitegemea hata wao wenyewe, kitu ambacho hata mm. mimi mwenyewe naenda kukiongelea hivi hapa, namna gani ambavyo tunaweza tukawasaidia watoto kuwe na mentality ya kuwa na uwezo wa kujitegemea mm -hmm. yes. twende hapa, nafikiri tujikite hapo, nashukuru sana. Yeah. tunawezaje sasa kutengeneza <coughs> na tupate kutoka kwenye uzoefu wako wewe, kama Erasto, umekuwa ukifanyeje kutengeneza huu uwezo kwa watoto? Iringa Talk Show. Iringa.